Bwana Yesu Kristo asifiwe. Pole ni sana wapendwa. Mchungaji Timothy Mena kutoka dayosisi ya kaskazini, usharika wa Sinai, jimbo la Hai. Mchungaji Israel Moshi, mkuu wa pili wa jimbo la Kilimanjaro Kati, kutoka usharika wa Majengo. Mchungaji Robinson Moshi kutoka dayosisi ya kaskazini jimbo la Kilimanjaro kati usharika wa Fukeni. Mchungaji dayosisi ya Kaskazini jimbo la Kilimanjaro kati usharika wa Moshi mjini kanisa Kuu. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Nasimama hapa kwa niaba ya wanafunzi tuliosoma na Mchungaji Yohana Vicent Titu, na kwa nafasi nitaomba na wale wa Nedi ambao tulikuwa wote darasa moja namba, msimame Namsogea hapa Mheshimiwa Baba Askofu, sisi ni wanafunzi wako pia katika darasa lako la Kiunani ambapo tulikuwa pamoja na mchungaji Yohana Titu na tumepokea kwa mshtuko habari za kuondoka kwake. Alikuwa ni mchungaji mzuri sana na pale darasani sisi tulikuwa tunamuita mzee kutokana na hekima zake na busara zake na katika hilo baada ya kupokea taarifa hizi tuliweza kutafutana kwa njia ya mtandao. Tunajua tumetawanyika sehemu mbalimbali, lakini sisi tumefika kutoka Dayosisi ya Kaskazini kuungana na wenzetu wa NED ambao tuko wote darasani na kuweza kuwaletea salamu za pole. Mama Mchungaji pamoja na watoto na familia nzima, mpokee salamu hizi ambazo zinatoka pia katika neno la Mungu Zaburi ya 29 mstari wa 11 kwamba Bwana atawapa watu wake nguvu na Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Na tumeweza kujiorganize, kuna rambirambi rambi kidogo ambayo tutaiwasilisha kwa familia. Asante sana, mama yuko pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunawashukuru wachungaji wenzetu kutoka Dayosisi ya Kaskazini. Karibuni sana, lakini pia tumesikia kuna wenzetu wa mashariki na pwani. Wachungaji kutoka mashariki na pwani, tafadhali pale mlipo, tunawakaribisha huku mbele, wachungaji kutoka Dayosisi ya mashariki na pwani, Dar es Salaam. Karibu sana mchungaji. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mheshimiwa Baskofu, msaidizi wa Skofu, wachungaji wenzangu, familia ya mchungaji Yohane na waombolezaji wote, amani ya Kristo ikae pamoja nanyi. Ninaitwa mchungaji Dani Sendoro, inatoka Dayosisi ya Mashariki na Pwani, katika ofisi kuu ya dayosisi, idara ya teolojia, misio na injilisti, nikiratibu huduma za makundi maalum pamoja na huduma za CPE. Nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kuitwa mbinguni kwa ndugu yangu. Yeye kwa mara ya kwanza tulikutana katika darasa la CPE takriban miaka 20 iliyopita na tangu pale tumekuwa familia, tumekuwa ndugu, tumekuwa pamoja sana. Ni mtu ambaye tumekuwa tukizungumza mara kwa mara, na haswa katika ajenda ya huduma zetu za kuwafikia watu wenye mahitaji maalum. Ninajua jambo moja, mchungaji huyu alifanya kazi yake na alitimiza wajibu wake, na kwamba siku moja tutakutana pamoja naye mbinguni lakini ni wito wangu pia kwamba kwa huduma ambayo aliifanya kwa moyo mkubwa wa kupenda na kwa bidii ya kuwasaidia watu wenye uhitaji, basi sisi kama kanisa tuenzi maisha yake kwa kuendeleza huduma hizi kwa watu wenye uhitaji maalum. Lakini pia nitoe salamu kutoka chuo mwenye darasa au huduma za kichungaji KCMC, mheshimiwa baskofu mchungaji Archbishop Limo ambaye ni mkuu wa darasa la huduma za CPE pale KCMC amenituma salamu nyingi za upendo kwenu na kuwatakia heri katika siku hii ya kumtakia baraka za mwisho mtumishi wa Mungu huyu. Lakini pia kwa niaba ya wana CPE wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani tumepokea taarifa hii kwa masikitiko na tunaungana na wana CPE wanaotoa wa huduma katika dayosisi hii ya NED kwamba tunaendelea kujipanga kwa uratibu wa kuwasilisha rambirambi. Rambi. Lakini kwa sasa tunamtukuza Mungu kwa maisha yake. Tunamshukuru sana Mungu kwa kumweka katikati yetu na kuwa mtendakazi pamoja nasi. Mungu Mwenyezi na mwenye huruma atufunike katika harakati hizi za mwisho za kwenda kumlaza mpendwa wetu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amin, nashukuru mchungaji. Tunaye mchungaji mwenzetu Wilfred Kaaya kutoka Meru. Mchungaji Kaya Tafadhali kama unaweza ukasalimia nayo kwa kifupi karibu tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Baba Askofu, mheshimiwa dini.